Bana pia mshindi wa tuzo ya best upcoming artist, msanii bora mpya wa kizazi kipya wa mwaka 2014 na 2015, na namzungumzia na Baraka Da Prince. Mwaka huu amekuwa karibu sana na Alikiba, na pia kwenye majukwaa ya Fiesta, Baraka alikuwa anamwakilisha Alikiba kwa kuperform ngoma ya Aje. Lakini pia Baraka Da Prince aka release Nisamehe akiwa amemtupia Alikiba, na kuna maneno ya kitani yanadai kuomba eti design kama Baraka Da Prince amekuwa chawa wa Alikiba. 255 ikamfikishia Baraka Da Prince taarifa hizo, na Baraka Da Prince akona isiwe case asemi na asisi kupitia 255 Subiri nikwambie kitu, yaani hata siku moja huwezi ukamzuia mtu kuzungumza, kwa sababu ni mdomo amepewa wa, na watu tunatofautiana akili na upeo pia. Kwa hiyo kila mtu anakuaga na akili yake, na kila mtu anakuaga na na, na, na, na, na, na jinsi yake ya kufikiria na anakuwa na uwezo wake wa kufikiria. Kwa hiyo huwezi ukambadilisha mtu kile kitu anachokifikiria, au vipi? Mwisho wa siku yeye ataongea, lakini as long mi naingiza mtonyo na napiga pesa yangu, maisha yanaenda nini, mi fresh au vipi? Kwa sababu mi hujue si, si, si, yani life yangu haipo kwa sababu eti ya watu wanazungumza. Mi life yangu kwa sababu ya familia yangu na, na, na nafanya mziki kwa wale ambao watakao upenda. Kwa hiyo siwezi mlazimisha mtu kunipenda au kutokupenda kazi yangu, kwa hiyo yule atakaye atakayenipenda na kusupport, huyo ndo anayeniingizia mimi mtonyo katika life yangu, afu maisha yakaenda. Huwezi kumzuia mtu yote kuzungumza. Mimi Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao ni miongoni mwa wasanii ambao wameni inspire mimi katika mziki wangu, kwa hiyo hata kusema mimi niimbe nyimbo yake sioni kitu cha ajabu, na ukizingatia pia ni mtu ambaye anafanya naye kazi katika recording label moja, kwa hiyo ni brother ambaye muda mwingi nipo naye na kumpresent pale ambapo wanakuwa yeye hayupo, sidhani kama ni ajabu, kwa sababu sometime mi naenda kwenye shows, kuna mashabiki pia wa Ali na wanatamani Ali angekuwepo kwao, nikipiga hata goma moja la Ali watu wakafurahia, nipo ana kama yeye. Juzi kapiga goma langu mii Mombasa kwao, ni cha wangu no ni love tu na ni brother ambaye namuappreciate, ananiappreciate, ananipenda kama mdogo wake, nampenda kama brother. Nao nikitoa mambo ya muziki, mimi na Alikiba ni kama ndugu. Kwa hiyo na appreciate sana kile kitu anachokifanya, na ukizingatia pia ni msanii mkali. Kwa hiyo sio ni ajabu kurudia ngoma yake au hata kuimba nyimbo yake popote pale anapokuwa. Mimi na Ali, nimekutana na Ali mimi bado hata sijulikani, yaani ni brother ambaye alikuwa ananipa moyo nini Anaambia, fanya hivi, uh, namsikizisha nyimbo zangu Baraka, hii weka hiyo hivi hivi. Kwao ni brother ambaye nafahamiana naye muda sana, muda sana, yeah, kwao sio leo wala jana yani. Eh.